Marafiki hamjambo. Wow, jamani karibuni katika somo la leo. Leo tuko somo la tuko ngapi? La tano. tuko somo la ngapi? La tano. Somo la tano linasema kushinda jaribio. Hebu sema kushinda jaribio. Kushi. Kabla hatujaanza somo la leo, ni mwalike rafiki anayetufuatilia na kutusikiliza aweze kuungana na sisi tupate kuomba. Mtoto Meli, naomba usimame utuombee. E Yesu Amina. fungu la kukalili la leo la wiki hii, nani amekarili fungu la kukalili la wiki hii? Nani amekarili asemko vizuri, nyie watoto? Oh, mtoto mzuri, njoo hapo tuambie. Njoo tuambie fungu la kukalili la wiki hii linasemaje, jamani? kuyakataa mabaya, kuyachagua nini mabaya kuyachagua nini? Mm, naomba mnisikilize kwa makini. Kulikuwa na mtu eh, kijana mmoja na, alikuwa anaitwa Daniel na alikuwa na marafiki zake wangapi? Waladu. Watatu vijana hao walikuwa na nana, nani marafiki zake na Daniel? Wa kwanza Shadraki, wa pili Abidinego, wa tatu Meshaki. Wao hao vijana walichukuliwa utumwani, walichukuliwa wapi? utumwani uko Babeli. Walivyopelekwa kule utumwani, wakaenda wakachaguliwa na mfalme, wakaishi katika jumba la kifalme, na ndipo ambapo mfalme akaagiza kiongozi wa matowashi aweze kuwasimamia, akawapatia chakula kizuri, akawalisha na kuwafundisha lugha ya Wakalidayo. Hmm, nisikilize, halafu baada ya muda watakuja wapite mbele yake, ili aone nani atakayekuwa yuko vizuri, na hao ndio atakao kuwa nakaa katika nyumba ya mfalme. Walipokuwa wameandaliwa kile chakula kizuri, wamewekwa pale, wameandaliwa chumba kizuri cha kulala, Danieli na wenzake wakaazimu moyoni mwao, wakaazimu moyoni ya kwamba hatutajitia cha hatutajitia unajisi katika chakula, kwa chakula cha nani? cha mfalme. Na hivyo wakamwomba yule kiongozi awapatie chakula cha mtama chakula cha nafaka nafaka na maji tu, kwa muda wa siku ngapi? siku kumi. Kwa muda wa siku ngapi? siku kumi. Hebu kila mtu, kwa muda wa siku ngapi? siku kumi. Kwa muda wa siku kumi. Mm, na yule yule kiongozi akasema hapana, mm, mfarume hata kubali ataniua, lakini baadaye akawa, wakakubali akawasi wakafanyeje? Eh, yule kiongozi akakubali walivyomsi akakubali walivyokubali wakaanza kupata kile chakula chakula, wameendelea kutumia kile chakula, wamekula kile chakula. Zilipofika siku kumi Danieli na wenzake walikuwa wamependeza sana kuliko watu wengine wote, kuliko watu wengine wote kuliko watu wengine wote. Aha, ndipo sasa ah, yule kiongozi akakubali waendelee eh, hivyo kwa sababu eh, walikuwa wamependeza sana na kitu cha pekee ambacho eh, Danieli na wenzake waliazimia moyoni, waliamua kuchagua eh, vyakula sahihi vya kutumia. Rafiki, naomba unisikilize, katika maisha haya unapaswa kuwa na, ma, na machaguzi sahihi. Je, ni chakula gani unatumia? Je, ni marafiki gani umechagua? Je, ni maneno gani unapaswa kuzungumza? Je, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni vitu gani unapaswa kuvichagua kwenye maisha yako? Kwa hivyo leo amua kuchagua mambo mema, amua kuchagua mambo mema. Naam, kitu cha pekee tunapopaswa kujifunza ni kwamba tunapomwabudu Mungu tunapaswa eh, kuyachagua mambo nini? Mema. Ikiwa ni shauku yako, unasema tunatamani kuchagua mambo mema katika maisha. Simama tupate kuomba, simama tupate kuomba, simama tupate kuomba. Oh, rafiki pendo, hebu njoo tuombee, Mungu atusaidie tuweze kuchagua mambo mema katika maisha yetu. Nasema tuombe. Oma. Oma.